Sudani ya ushtaki ufalme wa Kiarabu katika mahakama ya ICJ. Hii ni Nje ya Box TV update. Langu jina na Christina Mbalku. Sudani imefungua kesi kwenye mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa ikiutuhumu Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kukiuka mkataba wa kimataifa wa kuzuia mauaji ya kimbari kwa kuwapatia silaha na fedha kundi la wanamgambo wa RCF. Mahakama hiyo ya kimataifa ya haki imesema kesi ya sudani imejikita kwenye matendo inayodai yamefanywa na kundi la RSF ikiwemo mauaji ya halaiki, wizi wa mali, ubakaji, kuwalazimisha watu kukimbia, uharifu wa mali za umma na ukiukwaji wa haki za kibinadamu dhidi ya jamii ya watu ya wa masaliti kwenye kesi hiyo Sudani inaituhumu UAE kuwa mhusika kwenye matendo hayo kupitia uungaji wake mkono wa moja kwa moja wa kifedha, kisiasa na kijeshi, umoja, ki Arabu, kwa kundi la RSF. Umoja wa Falme za Kiarabu umeitaja kesi hiyo kuwa mbinu ya Sudani kujisafisha jina mbele ya umma na kwamba haina msingi wowote wa, wa kisheria wala ukweli. RSF na jeshi la Sudani wamekuwa wakipigana kwa ukaribu miaka miwili kwa nia madaraka, na kila upande umekuwa ukiutuhumu mwingine kufanya uhalifu dhidi ya binadamu. Hii ilikuwa ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Christina, ambalo usisahau kusubscribe, ku like na kushare, ili wa kwanza kupata notification tunapoacha updates mbalimbali mbali.